Tuko vizuri, tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua tutakutana na timu ambayo tayari imekwisha shuka daraja. Siku zote nasema unapokutana na timu kama hiyo inakupa wakati mgumu, kwa sababu wachezaji wengi wanapokuwa katika hatua hiyo ni kwamba huwa wanapenda kucheza kwa kujionyesha wao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya ushindani na mechi ngumu, lakini sisi tumejipanga pamoja na ushindani wao na ugumu wao tupate alama zote tatu katika mchezo wetu wa kesho. Ya, ni kweli, ni kweli kama nilivyosema mwanzoni hapa tukutana na, na timu ambayo haina cha kupoteza, na siku zote unapocheza na timu ambayo haina cha kupoteza, wao wanakuwa wanacheza hawana pressure, sisi tunatafuta kitu ambacho, ili tuende kwenye ubingwa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuna pressure kubwa sana kuliko wao, kwa hiyo wao watakuwa more relaxed kuliko sisi. Na kama nilivyosema mwanzoni, watacheza kwa juhudi, kwa sababu timu imeshuka, lakini siku zote mchezaji hapendi kushuka. Kwa hiyo atataka aonyeshe kwa kwa kwa kwa, ili aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu wao hawana cha kupoteza. Pamoja na yote sisi tunalifahamu hilo, tumejipanga na ugumu wote tutakao mchezo wa kesho kuhakikisha tunapata alama zote tatu. Ya, ukiangalia kama nilivyosema tuna wiki, ndani ya wiki tuna tuna mechi tatu, tuna game tatu mfululizo. Kwa hiyo sidhani kama kila baada ya siku mbili unaweza kutumia wachezaji wale wale. Siku zote wachezaji ambao sio mashine naweza kusema kwamba ni kweli. Katika game zilizobaki hizi lazima tufanye rotation, hatuwezi kuwachezesha watu wachezaji wale wale. Kwa maana nafikiri tutategemea rotation katika mchezo wa kesho. Nafikiri hakuna ukweli wote, kama tungekuwa tunarizika mechi iliyopita tunaweza kushinda kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa kiwango cha goli tano. Nafikiri kama tungekuwa tuna kurizika tusingeweza kupata goli tano zile. Kwa hiyo mimi nafikiri ya yanaongelewa, na kama lipo basi tutendelea kulifanyia kazi tuhakikishe kitu kama hicho kiweze kutokea katika mchezo wa kesho. Kwanza ni wa, ni wapongeze na niwashukuru sana eh mashabiki wa Simba wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na katika kila hatua, kwa hiyo tulianza nao pamoja. Kwa hiyo mimi nawaomba kesho waweze kufika kwa wingi watupe sapoti kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani, na sisi tunawaambia kwamba tutawapa burudani na kuwafurahisha kufanya kile, kile, kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Kwa upande wetu sisi wachezaji tupo tayari kumkabili mpinzani wetu kwa jinsi atakavyokuja, kwa hiyo tupo tayari kupata alama tatu zote. Sisi tuna imani kwamba mpinzani wetu ni timu nzuri, ijapokuwa msimu huu hajapata matokeo mazuri, lakini si tunaamini kwamba timu yoyote tunayokutana nayo kwenye kwenye ligi, sababu wote tuko level moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini kwa siku ya kesho si tutakuwa bora zaidi, sababu tuna uhitaji mkubwa sana wa pointi tatu. Kwa hiyo tutakuwa bora zaidi na tutaweza kushinda katika mechi ya kesho. Kuhusu muda, nadhani sisi ni wanajeshi na wakati wote tupo tayari. Kwa hiyo kuhusu muda sio tatizo, na kuhusu kutuathiri, sidhani kama itakuwa na maana sana, lakini sababu si muda wote tupo tayari, hata tukiamba tucheze leo, kesho, kesho kutwa, tupo tayari wakati wote kuipambania timu yetu. Lakini umeongezeka sababu kila linapotokea kosa ni nafasi ya mwalimu kurekebisha. Kwa hiyo nadhani mechi iliyopita hatukuruhusu goli, kwa hiyo nadhani ilokosa limesharekebishika na tunaweza tukapata clean sheet kesho, kwa hiyo haina shida yote.